Jina langu ni Rehema Benjamini Haule, ni afisa ya mthibiti ubora wa shule katika wilaya ya Nyasa. Maendeleo ya taifa yanategemea sana kiasi cha ubora wa elimu inayotolewa kwa wananchi wake. Elimu bora ni muhimu kwa kuwa inawapa watu ujuzi, maarifa. Pia elimu bora ndio msingi wa maendeleo ya jamii na ukuaji wa taifa. Sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, imeeleza kwa kina suala la uhakiki wa ubora wa elimu na mafunzo. Katika utekelezaji wa maagizo haya ya sera, idara ya udhibiti bora wa shule ngazi ya wilaya inatekeleza majukumu yafuatayo: kutembelea shule kwa lengo la kufanya tathmini ya jumla na kuona hali halisi ya shule katika nyanja zote, kusimamia na kuinua viwango vya elimu katika hatua zote za elimu kuanzia awali awali na msingi, sekondari na vyuo. Idara yetu inafanya tafiti mbali mbalimbali, lakini tunashughulikia sana utafiti tatuzi ambao unanuia kutatua changamoto juu ya utoaji wa elimu katika ngazi ya awali awali na msingi, sekondari na vyuo. Idara yetu huwa inakaa vikao na wadau mbalimbali, kwa mfano kamati ya shule, bodi ya shule. Tunakaa pia na wazazi, lakini tunapata nafasi ya kukaa na walimu na wanafunzi. Naweza nikasema kwamba idara ya uthibiti ubora wa shule ni jicho la wizara, wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Hii ni kwa sababu idara hii inafanya kazi kama mwangalizi wa shughuli zote za elimu katika ngazi husika kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Aidha, idara yetu inawashauri wadau wote wa elimu kabla ya kufanya maamuzi yoyote, labda wanataka kujenga shule au wanataka kuanzisha shule, wasifanye jambo lolote bila kupata ushauri kutoka katika idara yetu ya udhibiti bora wa shule. Hii itasaidia sana kupunguza changamoto za kufanya maamuzi yasiyo ya, ya kitaalamu. Ofisi ya udhibiti bora wa shule inatoa wito kwa wadau wote wa elimu, wakiwemo walimu na wananchi wote, kuwa ofisi zetu zipo wazi na wanakaribishwa. Kwa kumaliza, niseme kwamba Kazi za idara ya uthibiti ubora wa shule zinachangia moja kwa moja katika kuinua viwango vya elimu nchini, na sisi kama wathibiti ubora wa shule tunayo furaha kuwa sehemu ya jitihada hizo chini ya maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametoa mwanga wa elimu bora kwa kila mtoto wa Tanzania.